Kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania. Nakukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia. Karibu sana mtu wa Mungu, unaweza pia ukaungana na sisi katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV loti mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja, ambapo upande wa YouTube unaweza pia ukasubscribe, na upande wa Facebook pia usisahau kutufollow. Wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako ambao vinatuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunakuamini Mungu, we ni mwema, umejawa heshima na utukufu. Tunakuomba utusimamie Bwana hata majira haya tunapoenda kusoma kitabu hiki cha Wamakabayo. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu, ili sote tuweze kukielewa na tuweze kuachiwa uzima ndani yetu, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane tuanze usomaji. Sura ya tisa. Ikatokea ya kuwa wakati huo Antioko alirudishwa kwa fujo kutoka nchi ya Shamu. Alikuwa ameingia katika mji wa Persepoli akajaribu kuiteka mali ya hekalu na kuushika mji. Mara watu wakachukua silaha, wakamshambulia hata Antioko alikimbizwa na wenyeji, akalazimishwa kwenda zake kwa fedheha. Alipokuwa Ekbatana, aliletewa habari za mambo yaliyompata Nikano na majeshi ya Timoteo Akaamaki mno akakusudia kuwalipa Wayahudi kiasi cha ubaya wa wale waliomkimbiza. Kwa hiyo alimwagiza mwendeshaji wa gari lake akaenda mwendo bila kupumzika mpaka wafike huko. Hakika hukumu ya Mungu ilikuwa ikimfuatia, maana alisema kwa kiburi nitakapofika Yerusalemu nitaujaza mji mizoga ya Wayahudi. Lakini Bwana aonaye yote, Mungu wa Israeli, alimpiga pigo la mauti lisiloonekana. Na mara alipotaja maneno hayo, alishikwa na maumivu makali ya tumboni yasiyotulizika na uchungu ndani mkali sana, ndio mateso ya haki kwake aliyekuwa ameumiza matumbo ya watu wengi kwa mateso mengi ya kutisha. Lakini hakuacha ya jeuri yake kamwe. Kwa jinsi yalivyofidhulika, hasira yake juu ya Wayahudi iliwaka kama moto, kazidi kuhimiza mwendo, ikawa gari lake linapokwenda kasi, aliponyoka akaanguka chini kaumia vibaya sana katika viungo vyote vya mwili wake. Hata yeye aliyeweza kuyatawala mawimbi ya bahari kwa jinsi alivyojivuna kupita kiasi cha binadamu na kuweza kuvipima vilele vya milima kwa mizani, huyu sasa ameangushwa chini na, na kuchukuliwa katika machela, ishara dhahiri kwa, kwa wote wa uweza wa Mungu. Kisha funza walijaa katika mwili wa mtu huyu mkufuru hata alipokuwa angali yu hai, na katika maumivu na uchungu mwingi, nyama yake ikavurugika, hata kwa ajili ya uvundo askari wote wa jeshi lake walimwonea kinyaa. Mtu huyu zamani ambaye Zamani kidogo alijiona aweza kuzigusa nyota za mbinguni, sasa hana atakayemchukua kwa sababu ya mnuko wake. Basi hapo kiburi chake kilianza kupungua, maana moyo wake ulivunjika kapata ufahamu chini ya mapigo ya Mungu. Hali maumivu yake yanazidi kila dakika, hata yeye mwenyewe asipoweza kuistahimili harufu yake. Alisema kwamba ni haki binadamu ajidhili chini ya Mungu, wala asijihesabu kuwa sawa naye. Zaidi ya hayo, huyu movu aliweka nadhiri kwa Bwana Mwenyezi ambaye sasa haonyeshi huruma kwake akisema kama mji mtakatifu ambao alikuwa akiuendea kwa haraka kuangushwa chini na kufanya mahali pa mizoga, atauweka huru, nao Wayahudi ambao waliwahesabu kuwa hawastahili kuzikwa ila kutupa pamoja na watoto wao kwa wanyama na kuliwa na ndege, hao wote atawafanya sawasawa na raia wa Athene na hekalu takatifu ambalo alikuwa kwanza ameliteka aliahidi kulipamba kwa matoleo mazuri sana, aliyokuwa kwanza na kurudisha vyombo vitakatifu, akivizidisha mara nyingi, na kulipa gharama za dhabihu kwa fedha yake mwenyewe. Hata pamoja na hayo yote aliahidi kuifuata dini ya Kiyahudi na kwenda kotekote kunako watu ili kutangaza uwezo wa Mungu. Lakini maumivu yake hayakupungua, kwa kuwa hukumu ya Mungu imempata kwa haki. Akakata tamaa, akaandikisha barua kwa Wayahudi kuwaomba hivi: Kwa, kwa Wayahudi washarifu raia zake Antioko mfalme na jemedari mkuu anawatakia furaha na afya na hali njema. Kama ninyi na watoto wenu wa mjambo na mambo yenu yanakwenda vizuri, na mshukuru Mungu, kwa kuwa tumaini langu limewekwa mbinguni. Na kumbuka kwa mapenzi heshima yenu na nia yenu njema, nilipokuwa nikirudi toka nchi ya Shamu nilishikwa na ugonjwa mkubwa. Basi naona sina budi kuangalia usalama wa raia zangu. Si kama nimekata tamaa juu ya hali yangu, la natumaini sana kupona katika ugonjwa wangu, ila nakumbuka ya kuwa baba yangu alipopeleka jeshi lake katika nchi ya juu, alimtaja mrithi wake, ili kama mambo yakitokea yasivyotazamiwa au habari mbaya zikipatikana watu wa nchi wajue ni nani aliyehusia ufalme, na kwa hiyo wasione wasiwasi. Zaidi ya hayo, najua ya kuwa wakuu wa nchi za jirani zinazopakana na ufalme wangu zinangoja nafasi yao na kuvizia yatakayotokea. Kwa hiyo nimemweka mwanangu Antioko awe mfalme. Mara nyingi nilipokuwa nikienda wilaya za juu kwa haraka, nilimkabidhi kwenu na kumtakia urafiki wenu. Nami nimemwandikia yaliyoandikwa hapa. Nawaonya basi na kuwaomba mzikumbuke fadhili mlizotendewa katika nchi yenu na katika jamaa zenu, na kudumu wote katika nia yenu njema kwangu mimi na kwa wanangu. Naamini ya kuwa yeye kwa upole na kwa wema atafuata sh shauri langu na kuwatendea kwa huruma. Hivyo yule muaji mkufuru alipatwa na maumivu makali sana kama alivyowapatia watu wengine alikufa milimani katika nchi ya kigeni kwa mauti ya kutisha mno. Filipo, mtu mkuu katika jumba la mfalme, alipeleka maiti nyumbani, kisha kwa hofu ya mwana wa Antioko alimwendea Tolemayo Filometo huko Misri. Sura ya kumi. Huko nyuma Makabayo na farasi wake wakiongozwa na Bwana walitoa hekalu tena na miji pia. Wakazibomoa madhabahu zilizojengwa na wageni sokoni na kuviharibu viwanja vya miungu yao. Wakiisha kulitakasa hekalu, walijenga madhabahu mpya na kutolea dhabihu. Wakapata moto kwa kugonganisha mawe, wakatoa dhabihu ambazo hazikutolewa kwa muda wa miaka miwili, wakavivukiza uvumba na kuwasha taa, kuweka mikate ya onyesho. Baada ya kufanya hayo, walianguka kifudifudi, wakamwomba Mungu asipatwe tena na mambo mabaya kama hayo, bali wakianguka tena katika dhambi awarudi kwa kiasi, asiwatie tena katika mikono ya washenzi wa kufuru. Ikatokea kuwa siku ile hekalu lililotiwa unajisi na wageni, siku ile lile lilitakaswa, yaani siku ya ishirini na tano ya mwezi ule ndiyo Kislevu. Waliadhimisha kwa siku nane kwa mashangilio kama maadhimisho ya sikukuu ya vibanda, walikuwa wakizungukazunguka milimani na pangoni kama wanyama. Ndivyo sababu walichukua fimbo zilizopambwa majani na matawi na majani ya mitende, wakapata nyimbo za shukurani kwake yeye aliyowafanikisha na kuwawezesha kupata kasa mahali pake mwenyewe. Wakaagiza pia na shauri la watu wote iwekwe sheria kwamba taifa lote la Wayahudi wasiadhimishwe siku hizo kila mwaka. Basi hizi ni habari za mwisho wa Antioko aliyeitwa Epifani. Sasa tutaeleza yaliyotokea wakati wa Antioko Eupatori, mwana wa yule mwovu tukitaja kwa ufupi maafu makuu ya vita vyake. Mtu huyo alipo urithi ufalme, alimweka Alisia kuwa waziri wake na jemedari mkuu wa Koeleshamu na Fonieke. Ikawa Tolemayo aitwaye Makroni alikuwa akionyesha mfano mwema wa kuwatenda Wayahudi kwa haki, kwa sababu ya mambo mengi yasiyo haki waliokuwa wametendwa, akijaribu kuchukuana nao kwa amani. Kwa sababu hiyo, alishtakiwa na rafiki za mfalme mbele ya Eupatori. Tena kila upande alisikia watu wakimwita msaliti, kwa sababu aliacha kisiwa cha Kipro alichokabidhiwa na Filemeto file na kumfuata Antioko Epifani. Basi kwa jinsi yalivyofedheka, alikula sumu akajiua. Gorgia alipofanywa liwali wa nchi ile, alijipatia jeshi la askari wageni kwa mshahara, akapigana na Wayahudi kila mara. Pamoja na hayo, Waidumaya walioshika ngome kadha wa kadha imara sana, waliwasumbua wali wayahudi wakiongeza uadui kwa kuwapokea watu waliowakimbilia kutoka Yerusalemu. Lakini Makabayo na watu wake, wakiisha kuomba dua na kumsifu Mungu ajiweke upande wao walizishambulia ngome za Waidumaya kwa nguvu wakazitwaa walirudisha nyuma askari waliopigana ukutani wakaua wote waliokutana nao wakiangamiza watu wasiopungua ishirini elfu wengine wasiopungua elfu tisa walikimbilia minara miwili imara sana iliyokuwa na vitu vyote viwezavyo kuhitajiwa wakati wa kuhusuriwa. Basi Makabayo aliwaacha Simoni na Yusufu pamoja na Zakayo na kikosi chake, watu wa kutosha kwa mazingio, naye mwenyewe alikwenda kule alikotakiwa zaidi. Lakini watu wengine wa Simoni waliokuwa na choyo walikubali kupewa ruhusa na wale wa ndani ya minara hata akiisha kupewa drakma sabini elfu waliacha wengine watoke kwa siri. Habari hizi zilipomfikia Makabayo, aliwakusanya wakuu wa watu akawashtaki ya kuwa wamewaua ndugu zao kwa fedha kwa kuwaweka adui zao huru kupigana nao akawaua wale wasaliti akaishambulia minara akaitwaa katika kazi zote za vita alifaulu na katika ngome hizi mbili watu waliowaua walikuwa zaidi ya ishirini elfu ndipo Timotheo ambaye alishindwa kwanza na Wayahudi alikusanya jeshi kubwa la askari wageni na kikosi kikubwa kidogo cha askari wapanda farasi wa Asia akaja kana kwamba anataka kushambulia Uyahudi kwa nguvu. Alipokaribia Makabayo, na watu wake walijitia vumbi kichwani na kujivika gunia kiunoni, wakimwomba Mungu wakaanguka juu ya daraja mbele ya madhabahu wakamsii awafadhili, awe adui wa adui zao na mtesi wa watesi wao, kama sheria isemavyo waziwazi wazi. Kisha wakaondoka katika kusali, wakatoa silaha zao, wakatoka mjini, wakaenda mbele mwendo mrefu kidogo, hata walipofika karibu na adui, walisimama kulipokucha asubuhi. Yale majeshi mawili yalianza kupigana. Hawa wengine walikuwa na tumaini la kufanikiwa na kushindwa, kwa sababu pamoja na ujasiri wao wenyewe walimtegemea Bwana waliyemkimbilia, hali wengine walisukumizwa vitani na ukakamizi wao tu. Vita vilipokuwa vikali zaidi, adui wakaona watu watano watakufa wakitoka, adui wakaona watu watano watukufu wakitoka mbinguni, juu ya farasi wenye matandiko ya dhahabu, na kutangulia mbele ya Wayahudi. Nao walimzunguka Makabayo na kumfunika kwa ngao zao na kumlinda asitiwe jeraha, na huku walikuwa wakiwatupia adui mishale na radi. Hata walipofushwa macho, wakaingiwa wasiwasi na fadhaa, wakakatwa vipande vipande, wakauawa watu ishirini na tano elfu na mia tano pamoja na wapanda farasi mia sita. Timoteo mwenyewe alikimbilia ngome itwayo Gaza. Ngome imara sana chini ya amri ya Kaerea. Askari wa Makabayo wakaizingira ngome muda wa siku ishirini na nne kwa moyo wa furaha. Wale wa ndani wakitumainia nguvu ya ngome waliwalaumu vibaya sana kwa matukano na makufuru. Lakini siku ya ishirini na tano alfajiri vijana ishirini wa jeshi la makabayo wakitiwa uchungu sana kwa yale makufuru, waliushambulia ukuta kwa ujasiri na, ku, na katika, katika ghadhabu yao walimpiga kwa upanga kila waliyemkuta. Wengine wakafuata wakiwazunguka adui kwa nyuma wakaitia minara moto, wakawakeketa wakawateketeza wakufuru wangali hai. Wengine wakaivunja milango wakaingiza askari waliobaki; hivyo waliutwa mji, wakamua Timoteo aliyekuwa amejificha katika birika pamoja na nduguwe kairea na apolo apolofani. Wakiisha fanya hayo yote, waliimba nyimbo za shukurani wakumhimidi Bwana kwa fadhili zake nyingi kwa waisraeli na kuwapa ushindi.